Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni tena katika kipindi changu cha mafundisho ya Biblia. Katika chaneli yangu ya Acha Biblia Iseme TV, TikTok Joseph Yobegwa. Usiache kufuatilia. Kuna mafundisho ambayo utasikiliza, utajifunza kitu. Bwana, leo naongelea kitu kimoja, kuto kukata tamaa. Kuto kukata tamaa kwenye maisha tunayoishi ya kidunia hapa duniani katika kutafuta. Hakuna aliyewahi kuzaliwa maskini, hakuna aliyezaliwa maskini. Cha kwanza, umaskini mara nyingi ni wa kujitakia. Maskini ni wa kujitakia, umaskini ni wa kujitakia. Maskini tunao wajua, maskini au wahitaji ni wale wasio na viungo, miguu, mikono, wasioweza kufanya kazi, waliozofika kiafya. Hao ndio watu ambao tunapaswa kuwasaidia na kuwapa mahitaji kila siku kila itwapo leo. Lakini wewe na mimi, ambao una mikono una miguu, hupaswi kuwa ombaomba, hupaswi kusema we ni maskini. Unapaswa ufanye kazi, upate pesa, upate mahitaji yako, ili uweze kuwasaidia na wale ambao wako chini yako. Leo kuna vijana wengi sana ambao wana umaskini wa kujitakia: watu wanaoshinda kucheza pool table, watu wanaopenda kukaa vijiweni, wale watu wanaopenda kukaa kwenye migahawa wao, wazee wote hao wanapenda kukaa kwenye migahawa, kunywa kahawa, kukaa vijiweni, kuongea ongea, umbea, vitu vya ajabu. Watu wanaopenda kukaa vijiweni kuvuta bangi, watu wanaopenda kunywa pombe, watu wanaopenda ngono, watu wanaopenda mipira, hao watu watabaki kuwa maskini siku zote. Ule muda unaotumia kufanya hivyo vitu, wangekuwa wanavifanya kuongeza kipato, au kufikiria kwamba afanye nini, anahitaji kufanya nini kwa wakati huo, lakini muda mwingi anapoteza kwenye mambo ya kijinga ambayo hayana faida kwake. Na mwingine tena, tusimsahau mwingine maskini mwenye kwa kujit, maskini wa kujitakia, ni yule anayeenda kwenye maombi kwa wiki mara tatu mara mbili, au katikati ya wiki. Huyo ni maskini wa kujitakia, watu wanaokaa kwenye mikesha, wanaenda kwenye mikesha, huyo ni umaskini wa kujitakia, kwa sababu kesho unashinda umelala. Ufanye kazi yoyote hai, umeshinda, umeshinda kwenye mikesha, kesho unashinda umelala, huyo Mungu wako anakusaidia nini? Kipi umekiongeza hapo? Maana wakati umeshinda ndani umelala, kuna watu wanahitaji huduma yako huko nje. Vitu vingine kutumia akili tu. Haya, Ulisha kumwona mtu ana renji ana gari akaenda kukaa kwenye mambikesha usiku, au kwenda kwenye kutwa mara tatu kwa wiki au mara mbili kwa wiki? Mtu yuko na maisha yake, ada inamsubiria, watoto wapate huduma, mke inamsubiria ale watoto wale, anasubiria watu wengine waweze kuwasaidia, ashinde kwenye mambo ayo, mambo mambo ya ibada ibada kutwa mara tatu. Alafu kitu kingine Hivi vitu ninavyoviongea inabidi watu mvielewe. Usipofanya kazi utapata vipi pesa? Kama umepanga utapataje kodi ya kulipa pango ya nyumba? Kama umekaa kwako utapata vipi hela kujiendeleza kimaisha huko mbele? Maana mimi ninachojua kwamba katika maisha, katika maisha, kama kwenu hakuna mtu mwenye basikeli, basi mfanye mpango niule basikeli kama kwenu hakuna mtu mwenye pikipiki, wewe unataka kufanya mpango ununue pikipiki. Kama kwenu hakuna mtu mwenye gari, wewe unataka kufanya mpango ufanye kazi kwa bidii ununue gari. Kama kuna mtu mwenye baskeli, basi wewe nunua pikipiki. Kama kuna mtu kwenu mwenye pikipiki, basi wewe fanya maisha, tafuta pesa, nunua gari. Kama kwenu kwetu, kwenu mtu ana na gari, basi na wewe nunua gari, mfanane, ili majukumu yaweze kupungua kwenu, umaskini uweze kupungua kwenu Hayo ndo harakati ya maisha, kupanda kiwango, sio kushuka kiwango. Na kingine, usimdhalau mtu yoyote anayetafuta, usimdhalau mtu yoyote mtafutaji, kwa sababu kesho atapata, kesho atapanda alafu utajiona aibu wewe. Moyo uliko unasema una akili, utaonekana huna akili. Na siku zote watu wenye dhalau wengi sana wana mapungufu sana kichwani mwao. Mtu mwenye dhalau ana mapungufu kwa sababu Huwezi kumdharau mtu, ujui kesho yake. Ule mtu atajiongeza, atafanya kazi kwa bidii, atajenga nyumba nzuri, atanunua gari, atakuwa na maisha mazuri, utaanza kusema ule jamani Freemason ule jamani, ajiona juhudi yake. Kwa sababu umemdharau, amefanya juhudi ili auwe na kiwango kukuzidi wewe. Kwa dharau nyingi, watu wengi wanajibusti kufanya kazi kwa bidii kwa sababu ya mtu fulani alimdharau. Watu wengi wanafanya kazi usiku na mchana kwa sababu familia fulani na mzalao ndo pale unaposikia kwamba maskini naye amekuwa tajiri. Kwa hiyo imekuwa ndivyo sivyo, ila tufanye kazi zalau, tuache na kiburi, tuache. Hakuna mtu maskini kama una miguu na mikono. Hakuna mtu maskini. kama ni mkulima wewe, lima, utapata chakula cha kutosha ndani, utakuwa tajiri wewe wa chakula. kama ni mfanyabiashara, fanya sana biashara, meki sana, utakuwa mfanyabiashara kama wewe una ni konda ni, ni dereva basi pambana katika maisha yako, meki kesho, utakuwa na daladala lako, utakuwa na usafiri wako. Nje ya hapo ni kudanganyana, tufanye kazi, tufanye kazi katika Yesu Kristo. Biblia inasema asiyefanya kazi asile, asiyefanya kazi asile, kwenye kitabu chile Wathesalonike wa, wa pili ile tatu na katika kitabu cha wa Efeso 4 kwanza ule mstari wa 20. Eh, mwibaji asibe tena, afadhali afanye kazi, ila wana kitu cha kumpatia mhitaji. Na wewe unapaswa kufanya kazi ile una kitu cha kumpatia mhitaji. Tuache kubeti, tuache kwa ushabiki wa mipira ambayo ile mipira ni biashara, mipira ni biashara. Tuache kunywa mapombe, kushinda kwenye mavijiwe huko mavijiwe ya kahawa eh, tufanye kazi, tufanye kazi tufanye kazi maana Afrika Mashariki sasa hivi tunaanza kushuka. Watu wengi wafanye kazi. Afrika Mashariki vijana wengi ni waovyo, wafanye kazi. kuja kuangalia kuanzia, ukianzia kizazi cha 2000 wengi ni vijana waovyo, wengi wenye pesa ni kuanzia wa 90 kushuka chini, ndio wengi kidogo wanajielewa. Kwa hiyo na sisi tunaweza kutoka kwenye huo mtego wa Ibilisi, tukafanya kazi, tupate kitu cha kumsaidia mhitaji, ili tukomboe wa maskini soma hivyo vitabu viwili, soma Waefeso wa nne, soma Wathronike wa pili tatu. Itakusaidia, itakusaidia katika. Yesu Kristo hajawai kumwacha mtu, na usiache kuomba kwa jina la Yesu, usiache kumshukuru Yesu, usiache kumwita Yesu Kristo unapopitia jambo lolote. Unapohitaji msaada, mwite Yesu. Yuko karibu na kila mtu, Yesu ajawai kumtupa mtu. Usiwasikilize hawa wengine, hawa wanaokushauri ufanye dhambi, wanaokufanya ufanye starehe katika. Kwa Yesu hakuna starehe, vyote vinapita. Endelea kufuatiria chaneli yangu, acha biblia iseme TV, TikTok Joseph Yobegwa, Facebook Joseph Yobegwa. Jifunze, uliza swali, utajibiwa. Usiache kuuliza swali. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania. Asante.